wakisema ni pita watumie tunao wapendeze litwaoni kwanishepu linajipita mama linajipita eh, na wakisema nipita waka... jua lilikuwa linazama taratibu likiacha anga likiwa na rangi za waridi na machungwa katika kona ya mtaa wa ilumba chini ya mwangaza hafifu wa barabarani wawili hawa walikutana kwa mara ya kwanza, lakini mioyo yao ilihisikana kwamba walishawahi kuonana. Oh, ni siku nyingine ndefu kwenye maisha yangu, kila kitu kinaonekana kunipiga vita. Ah, ndivyo maisha yalivyo lakini ukisikilizwa kwa umakini utasikia sauti ya matumaini hata katikati ya kelele za dunia. Amina akamtazama Baraka kwa mshangao mkubwa sana. Kulikuwa na kitu cha ajabu machoni pake, siri fulani au hekima isiyo ya kawaida. Uh, unaongea kana kwamba unajua ninayopitia Uh, labda kwa sababu nimewahi kupitia njia kama hii. Giza linapokuzunguka unahitaji taa ndogo tu ili kuona mwanga. Amina alikosa cha kusema kwa muda, mawazo yake yalipambana sana na sentensi hiyo. Uh, kwa nini nahisi kama ulikuwa sehemu ya maisha yangu lakini sijawahi kukuona. Baraka akacheka kidogo, lakini si kwa mzaa, kulikuwa na huzuni ndani yake. Ah, pengine kwa sababu nafsi hujuana kabla ya miili yetu kuonana. Kulikuwa na ukimya kati yao, lakini haukuwa ukimya wa wasiwasi, ulikuwa ukimya wa kuelewana. Je, ni nani huyu Baraka? Na kwa nini Amina ariska na kwamba anamfahamu? Itaendelea.